Imani sijui, nduusimi zimeshuka sana, wallahi. Watu hawajali ndugu kabisa. Mtu anaweza kuwa katika mji, unaweza ukasema hana ndugu. Hata kukitokea shughuli, wanaoalikwa ni wale watu wanafanana na yeye, kama ni mtu wa magari na mtu wa pesa, wata shughuli yake itasimamiwa na watu wa pesa. Ndugu zake wanakuwa kama vile ni watu wasindikizaji, hawajui lolote wala chochote. Sijui ni ya wapi haya tunayatoa, ndugu zangu sijui ni ya wapi. Huruma ya kuhurumiana kama ndugu inaanza kuondoka na kupotea kabisa, bali kuna watu ambaye maneno yao mpaka unashindwa kuelewa. Anafika mtu anasema, mimi madhali na watoto wangu na mke wangu hawa ndio ndugu zangu. Lini watoto na mke akawa ndo ndugu? Lini? wangapi walikataliwa na watoto wao ndugu zao ndio akawanasoma? Wangapi watoto wanakuja kuwa wanawaambia Njoeni mchukue ndugu yenu, hapa ni kwetu. Hamjeona hivyo? Ndugu zangu, undugu wa damu una thamani, umefungamana na arshi ya Rahman. Usifanye mchezo na usiuchezee, usiukanyage, utapata balaa bila kujua, utamalizia umri wako vibaya, utaishi maisha ya shida ukicheza na hili jambo. Mtu wa karibu karibu yako unatakiwa umunge Ndiyo, kwa maana hata kwenye sadaka, unapotoa sadaka ukampa yule mtu wa karibu yako, malipo yanakuwa mara marataini, mara mbili. Malipo kwa ajili ya kuwa umetoa sadaka, Allah anakuandikia malipo, na malipo kwa ajili ya silatul arham, ya kuunga udugu. Udugu una thamani kuliko hivi tunavyovimiliki. Udugu una thamani kuliko heshima zetu tunavyojilinda. Sisi tunalinda heshima zetu zaidi kuliko kulinda udugu. Ni hatari sana ndugu zangu, ni hatari sana. Vipi tutapata nusura ya Allah wakati sisi wenyewe hatuko pamoja? Vipi tutapata nusura ya Allah wakati familia hazikai pamoja? Nusura ya Allah itatoka wapi? Neema zitatoka wapi? Baraka zitatoka wapi? Ndugu zangu, turudini. haya ya dunia ni ya kupita. haya ya dunia ni ya kupita si ya kung'ang'ania. Hujui ni leo au ni kesho. Mimi na wewe hatuna dhamana na Allah subhanahu wa ta'ala, tutafika wakati gani? Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu.